Nikukaribishe kwenye safari takriban ya dakika thelathini. Tunaamini kwa uwezo wa Mungu atatujalia, tutakwenda vyema katika dakika hizo no. zote. Safiri nami pamoja katika hichi ninachokifanya kila ninapopata fursa ya kuzungumza na inatulazimu kufanya hivi kwa sababu ya kutoa ufafanuzi kutokana na kile tunachokifanya. Kwa nukta zangu za leo, ni nukta mbili, lakini moja ni taarifa. Safari ya ukamilishi yani, kukamilisha safari ya 4A9 ilishafungwa muda mrefu, kwa maana tulijiridhisha na tukaona tunaweza. Wajibu wetu ulikuwa ni mmoja tu, kuendelea kuwajulisha Watanzania na masoko wa Tanzania ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na tunafanya hivyo kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu waliovumbua mitandao hii au walioasisi mitandao hii wameisogeza dunia karibu. Kinachofanyika <coughs> Vatican leo, mtanzania anakiona. Kinachofanyika DRC leo, mtanzania anakiona kinachofanyika Tanzania leo katika nchi za wenzetu wanakiona. Kwa hiyo wajibu wetu ni kupitia mitandao ya kijamii kuhakikisha jamii ya Afrika na jamii ya nje ya Afrika inaona tunachofanya ni kitu gani. Hili ni jambo muhimu ambalo tunaendelea nalo, lakini tafiti ni kutafuta tafiti inakwenda kwenye kila sekta au kwenye kila eneo. Kuna mtu anafanya tafiti ya kilimo, aidha zao la michikichi, kuna mtu anafanya tafiti ya zao la mpunga, kuna mtu anafanya tafiti kwenye swala la malaria. Tafiti ina uwanja mpana sana, na tafiti huwa ifungwi kwa sababu kila unapoishia wewe, anayekuja mwingine anaanzia pale ulipoishia, anaendelea kupanua wigo. Na 4A9 inatuonesha kuna upana, kuna uwanja mpana sana kwenye swala la tafiti. Ukiandika kwenye Google au kwenye YouTube au na maswala mengine ya mitandao, ukiandika kuishi bila viviu inawezekana, au ukiandika ushuhuda wa dawa ya 4A9 unaona mambo mengi sana. Wakati nakusanya maoni katika mkoa Morogoro, tumekutana na mtu mwenye tatizo la kichwa tu, lakini alitumia 4A9 akapata mafanikio. Tulikutana na mtu mwenye tatizo la kupungua uzito kwa sababu ya sukari kutoka kwenye themanini mpaka arobaini lakini alirudi kwenye kilo zake kwa sababu ya 4A9. Wale watu ambao walikuwa wanaishi na VVU waliimarika afya zao na wakawa vizuri na wakafanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo kila sekta ukienda ukiandika ushuhuda wa 4A9 utaona watu tofauti tofauti, wilaya tofauti tofauti, vijiji tofauti tofauti. Tuliweka kambi rasmi, watafuta wadau au watu kuwauliza changamoto ni nini, wameionaje 4A9, wanaizungumziaje, wanazungumziaje 4A9, changamoto ni zipi kwenye 4A9. Lakini tunafarijika na tunamshukuru Mungu, magonjwa mengi tuliona yanapata jawabu. Hiyo ni dira au ni taa kuwa tulicho nacho kina uwanja mpana sana. Tumekuja kwenye VVU, tumeonyesha uwezo wetu mpana kwenye VVU, na watu wengi wanafarijika na watu wengi wananufaika. Lakini kila kukicha, tunazidi kufikiri na tunafikiri kwa sababu nyingi tu. E, mtu aliotumia dawa miaka ishirini ukimwambia utatumia dawa miezi sita au miaka mitatu au mwaka mmoja, kwake ni taafifu, manake ameshateseka kwa kipindi kirefu. Mwaka mmoja kwake sio tatizo, lakini asilimia tisini na nane wamepata mafanikio kwa dozi moja, kwa maana ya mwezi mmoja na wiki mbili. Lakini tulijiuliza ni kwa nini tusishushe muda zaidi? tukaanza kufikiria hilo na kuchukua hatua madhubuti, tukawa tunaona mafanikio mazuri. Ndio maana nikatenganisha kipimo, huwa tunaandika namba ili kumpa taaluma au kumpa mwelekeo anaofuatilia, akiandika ile namba akifuatilia kipimo cha pili, ataona picha ya kwanza ilikuwa inazungumza namba gani, picha ya pili iko vipi, ili kuweza kujua namna gani tunaweza kufikia katika lengo ambalo tunakusudia. Hili ni jambo muhimu ambalo sisi tumependa kulizungumza katika safari ya, ya, ya maisha yetu. Hili ni jambo muhimu sana ambalo tunaendelea nalo na tunapenda kulizungumza katika safari ya maisha yetu. Ni muhimu sana watu wakaelewa ni kitu gani tunafanya na makusudio yetu ni nini katika kile ambacho tunachokifanya. Ndio maana tukaweka tofauti ya chai eh, ni moja ya kuongeza kitu kadhaa kwenye 4A9 ili kupata jibu zuri kwa muda mfupi zaidi, ili tufikie katika lengo ambalo tunakusudia, na hili limeonekana wazi na tunaenda vizuri sana lakini nimekwazwa na ndio maana natoa taarifa hiyo. Watu wote wanaokunywa chai e, ni bure. Ilitokea siku moja wakachangia gesi, lakini gesi, kila kitu kilikuwa ni kwetu na ni bure. Kwangu mimi nilikuwa najaribu kujidhihirishia kile ninachofikiri na utendaji wake kinaleta mafanikio kwa kiwango gani, lakini vile vile, kumfanya muhusika kupata nafuu ya haraka, kuondokana na mawazo, kuondokana na mchanganyiko wa sintofahamu katika safari ya maisha yake. Kwa muda mfupi imeonekana inawezekana, tena kwa watu tofauti tofauti, wenye umri tofauti tofauti, wenye jinsia tofauti tofauti, na wote wamepata majawabu mazuri ambayo tumepata tija ya kutosha ambayo ni nzuri zaidi. Sasa kama leo nimepokea mtu kutoka Burundi eh, nimempokea mtu kutoka Mbeya eh, nimempokea mtu kutoka Msumbiji. Tena bahati nzuri mtu wa Msumbiji kaniamsha mapema zaidi, kaniamsha saa moja na dakika thelathini na saba ambao mi nilikuwa bado sijawa niko tayari, lakini nikatoa maelekezo akaanza kutumia. Na unapotumia, maana yake tunajaribu kuona katika hatua hii inaendana na damu yako. Ikiendana na damu yako, tunakuwa tumefanikiwa. Haikuendana, tunabadilisha, ili tufikie jioni tupate mstari mmoja, au tumefeli sana tupate wiki. Wiki ni mtu ambaye ni kama ameanza maambukizi kwa siku mbili au kwa masaa ishirini na nne ambao kiwa kiwango hicho, sidhani kama kuna mwanasayansi ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania aliofikia kwenye uwezo huo kuifupisha safari ya mhusika ili aweze kupata tija ya kutosha kwa muda mfupi. Na, nilikuwa nalifanya bure kabisa, wanaonitembelea hapa kutoka sehemu mbalimbali mbali, hatuwachaji hata shilingi mia, ilikuwa ni bure bure sasa. Nikakwazwa na mtu ambaye namgharamia bure, lakini kaja muda anaotaka yeye, na anataka hapo hapo tuendelee na muda ambao yeye anaotaka. Nikaona sasa eh, maana wakati mwingine unafanya jambo E, lina nafanya kwa nia safi lakini mtu anakuchukua tofauti yani. Unaweza kumwambia tufike tukutane saa mbili, anakuja saa saba na anataka umhudumie upoteze muda wako na ufikirie free kwa muda anaotaka yeye. Kwa hiyo nikaona e, kuna baadhi ya watu hawathamini kile wanachofanyiwa kwa sababu ya uelewa wao au kwa sababu ya changamoto ambazo zinawakabili katika safari yao ya maisha kwa hiyo Mungu akipenda nitairudisha huo mfumo siku ya Jumanne, lakini wataotaka watanitumia message na nitawachaji. Wasiotaka wataingia kwenye utaratibu wetu wa zamani. So hili ni zoezi langu binafsi, lilikuwa lina sura mbili. Sura ya kwanza kuonea huruma wale watu ambao wanataabika na waone changamoto, wameshachoka kuwapa faraja kwa muda mfupi lakini sura ya pili ni kupima eh, uimara au ukomavu wa fikra zangu kwa kufikia lengo langu la kumfanya mtu aweze kuwa huru kwa sababu ya kupata mstari mmoja kwa muda mfupi sana. Kwa nimeona niliseme hili, na bahati mbaya au nzuri, chenyewe ilikuwa imebaki ndogo sana. Wataotaka watanitumia ujumbe wa maandishi Nami nitawaelekeza na sharti, lazima uwe na vipimo vinne. Huenda tusifiki kwenye vipimo vinne, kama leo nimetoa mfano kwenye vipimo nilotuma TikTok na YouTube, nimeandika mbili mbili, mbili. maanake mtu huyu amepima vipimo vitatu mpaka kufikia katika wiki make. Mara ya kwanza alipata mstari ambao ulikuwa umekomaa, e, tukabadilishe kupitia hiyo hiyo utaratibu mwingine mstari ukashuka tukabadilisha, na hatimaye tukapata wiki na mwingine tukapata, tumefanikiwa, ambacho kwangu mimi ni faraja kuona namwondolea mtu tatizo kwa muda mfupi, na anafarijika na anapata matumaini mazuri zaidi. Kwa hiyo e, utaratibu ule wa kawaida unaendelea na una utaratibu mzuri na unafanya kazi vizuri, na sioni wa kulinganisha naye juu ya utaratibu ule ambao ni 4A9, na 4A5. Tunazidi kuifanya kuwa madhubuti na inaweza ikakabiliana na watu wengi. Wanashukuru kutokana na mafanikio mafupi wanaoyapata kutokana na kile ambacho tunachokifanya. Hii ilikuwa ni nukta yangu ya kwanza katika mazungumzo yangu ya leo, ambayo sintokuwa na nukta nyingi. Nukta mbili kutokana na muda nao sio rafiki kutokana na sababu tofauti tofauti ambazo zinajitokeza, inatulazimu kupata ufafanuzi huo, au muda huu tuliopata, ili kutoa ufafanuzi huo, ili kila kitu kiende vizuri zaidi. Nukta yangu ya pili ya mazungumzo yangu ya siku ya leo eh, ni umakini wa matumizi bora au sahihi ya 4A9 ni vizuri zaidi ukazingatia matumizi yaliyoelekezwa ili tufikie katika lengo. Lakini eh, tuna shauri kwa nia njema kabisa, unapokuwa unatumia, tunataka tujidhihirishie au tuthibitishe au tutumie lugha, tuhakikishe kuwa tumemaliza pasipo shaka yoyote kilichopo ili kudhibiti kinachoweza kuingia katika mwili. Ndio maana tunashauri ni vyema kama unaanza kutumia dawa ya kupambana na changamoto uliokuwa nayo, udhibiti au usipokei meseji nyingine au maambukizi mangine, hili hili lililokuwepo liweze kuondoka na uwe salama, na ukibahatika kupata mstari mmoja kwa muda mfupi, tunakuongezea miezi mitatu. Eh, kwa sababu sayansi ya wenzetu inazungumza wazi kwa siku vairasi wangapi wanaongezeka. Kwa hiyo tukiona mwezi wa kwanza vairasi hawaonekani, kwa maana kipimo hakionyeshi kwa mtu huyu ni positive, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, tunakuwa tumejiridhisha na kukupa uhuru uendelee na shughuli zako, kwa sababu tumeamini kuwa katika kipindi kile tumekuacha salama. Kwa hiyo ni wajibu wako kuwa na tahadhari na kuchukua hatua madhubuti ya kujilinda na kumlinda mwenzako ili usirejee kule ulipotoka. Ni vizuri zaidi ukalizingatia hilo na ukaliheshimu hilo, ili ufikie katika lengo ambalo sisi tunakusudia na wewe unalitarajia baada ya kukutana na changamoto nyingi ambazo zinaokukuta katika safari ya maisha. Hili ni jambo muhimu, nimeona ni jambo dogo, lakini nilisisitize kuwa tunafanya hivyo kwa lengo hilo, ili uwe salama, uendelee na shughuli zako ukiwa upo salama. Ni wajibu wako, ni sawasawa na mtu ameumwa na mbu, ikatokea sababu kubwa kwake na mbu akapata malaria, akatumia dawa yoyote ambayo yeye anaiamini na anaijua ikaondoa tatizo lile la malaria. Maana yake anatakiwa awe makini, ili asiumwe tena na mbu akaambukizwa malaria tena. kwa ukichukua hatua madhubuti itakuwa jambo zuri zaidi, ili tufikie katika lengo ambalo ni zuri zaidi, ili ni jambo muhimu ambalo tunaona na kila sababu ya kulisisitiza na kuelekeza ili tufikie katika lengo Wanaoniuliza kuwa e, baada ya muda mfupi wiki moja mbili, e, huwa sijibu, kwa sababu unamweleza mtu bwana, tunakataa jambo hili kwa sababu abc, na hii ndio inatokea kwa wao wenye grupu positive, kiwango cha kuvuka uh, au kuondoa ile kopi ya kwanza, unapokwenda kuondoa kopi ya pili kazi yake si ya kitoto, ni kazi kubwa sana na sio kazi rahisi kama mtu anavyodhani. Ndio maana nimesema hata hawa unawasaidia kwa nia njema, wao nafikiria ni kitu rahisi e, ni bora kuwaonesha kuwa tunachokifanya sio kitu cha kitoto na kitu rahisi. Ukifikiri hivyo, unafikiri makosa. Lazima we mwenyewe uwe madhubuti, kwa maana uwe makini na kile unachotakiwa kukifanya au kile unachoelekezwa kwa lengo, uwe salama, ili uendelee na maisha yako ukiwa salama zaidi. Watu wanakaa kwenye pingu za ARV kwa muda mrefu sana, watu wanakaa kwenye pingu za T.R. Msigwa au mtu mwingine. Napata malalamiko mengi sana au napata hadithi nyingi sana kutoka kwa watu tofauti tofauti.